Safi kabisa. Kuna kodimba la Benjamin Mkapa karibu sana popote pale walipo ja tukashuhudia mitanange miwili ligi kuu soka Tanzania bara, ambapo eh, kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba eh, kikaendeleza wimbi la ushindi mara baada ya kuitandika Namungo FC mabao matatu eh, mm -hmm. kwa mtungi. Na wewe ulikuwa ni shahuda Saidi Kilimanjaro, yes wakati mm -hmm. mechi hiyo eh, ikilindima hapo. Sasa shida ilikuwa ni nini kwa kikosi cha eh, wauaji wa kusini kufa wao, kocha Juma Ramadhani Mgunda, pengine shida ilikuwa ni nini? wauaji wa Kusini, baada ya kuua wakauawa wao, shida ilikuwa ni nini? Ngoja tumsikia hapa. Bwana, tumepoteza na sababu za kupoteza zipo. Nilishasema awali kabisa kwamba tunacheza na timu na wachezaji wenye ubora sasa, na timu ambayo ina wachezaji wenye wa ubora wenye quality nzuri, mkifanya makosa ya kurudia watawahukumu. Tumefungwa magoli matatu, kwa sababu ya sisi wenyewe wakufanya makosa ya kurudia, tukahukumiwa. Mimi nachukua dhamana hiyo, kwa sababu mimi ndio chief coach. Tumepoteza mchezo wa leo, tunaenda kujipanga mchezo mwingine, lakini ni ukweli usiofichika, makosa yetu ya kurudia kwenye defense line ndio yamecause goli zote tatu. Hiyo ni sehemu ya mpira, kwa hiyo kikubwa ni kwamba tunaenda kujifunza, I mean tunaenda kujirudi kwenye viwanja vya mazoezi kuhakikisha kwamba yale yale yale yaliyojitokeza leo tusiyafanyie, yasije kurudia tena mchezo mwingine. Unapocheza na timu ambayo ina wachezaji wenye, wachezaji wenye, wenye viwango vizuri, mpira siku zote kwanza, jwe, mnao uwezo wa kutengeneza nafasi Ukisikia timu imeambiwa imekosa imekosa goli nyingi, zile nafasi haziuzwi. maana naa, kama kuna kama, no uwezo wa kutengeneza basi, tendo la mwisho ndio limebakia. Kwa hiyo kikubwa ni kwamba tuendelee kufanya kufanyia mazoezi kuhakikisha kwamba mechi za mbele tunafanya vizuri, lakini yote kwa yote, kwanza niwapongeze vijana wangu, pamoja na kupoteza. Unaona bwana, tunaenda kujipanga, shughuli inaendelea. Ni kocha Juma Ramadhani Mgunda, kocha kikosi cha Namungo FC. Nafasi haziuzwi mm. Eh, kwa sababu kuna timu mitengeneza nafasi nyingi, nafasi haziuzwi yeah. bwana yeah. nafasi anatengeneza yeah. yeah. Lakini timu inashinda shida kutumbukiza Ina. mpira yeah. nyavuni, kwa sababu nafasi haziuzwi, haziuzwi yeah. nafasi zinatengeneza yeah. zinatengeneza, Namungo na inatengeneza nafasi ah! Yeah. Asikwambie mtu bwana. Matola wewe unasemaje bwana? Maana yake unaonekana ukikaa kwenye benchi hapo, hii Simba ni ya moto sana kuliko ya Fadlu bwana. Tukupe mikoba. Ya, yeah, nafikiri good start. Tumeanza vizuri, unapopata point sita katika mechi mbili, goli sita ina maana inaonekana mwanzo mzuri. Kwa mimi nafikiri mwanzo wetu umekuwa ni mzuri na tutaendeleza na, na, na mwendo mpaka mwisho wa ligi. Kweli tumekuwa tukitengeneza nafasi kama unavyosema, kipindi cha kwanza tumekuwa na mchezo mzuri sana. Nafasi nyingi hatukuweza kupata. Ina, tuna kazi ya kufanya kwenye kiwanda cha mazoezi. Lakini kitu kizuri kwangu, performance ya timu ilikuwa vizuri kabisa, combination mbele imeweza kupatikana. Kwa hiyo suala la kutengeneza nafasi kwa magoli ni swala la rahisi sana, katika viwanja vya ma ma ma mazoezi tutalifanyia kazi ni kocha Suleiman Matola ambaye kwa hivi sasa anakaa benchi la ufundi pale eh, kuna kwa kikosi cha Wekundu wa Msimbazi Simba kama kocha mkuu wa muda pale eh, mm -hmm. katika kushawishi -kusha, kwamba mambo nakwenda eh, vizuri kwenye kikosi cha Wekundu wa Msimbazi Simba. mechi ya pili mechi ya pili alama sita goli sita goli sita. Jamani, Matola apewe mikoba kwanza, kama jana kuangalia huu mchezo Matola. Sasa ni muda wa kuaminika, anatosha. hii timu ya moto sana ya Matola hii, mko unasemaje wewe? Ya, mi kabla yes, kumwangalia Matola binafsi nagalia kigezo ambacho kinakufanya uwe kocha mkubwa pale wa muda wote yes, ambacho ndio cha msingi mm. Nyuma si tulikuwa na hoja ya nitashiriki, huwezi kupiga kura kama, kama una vigezo, sifa za muombaji yes. Sasa Matola anakuqualify kwa maana ya kuwa na leseni A hey, ya CAF kwa maana CAF diploma A, sawa yes, ambayo inamfanya atoshe kukaa pale. Ana deserve, ana deserve, lakini pili, experience ndani ya Simba ndiyo, kabla ya kuangalia kwenye mchezo e, mzima mimi nimecheza naye kwa ukaribu, tumekabana naye kwenye idara ya midfield, ametoka amekwenda kucheza nje, ni experience nyingine huyu e, malo, na ni e, Suleiman Matola Matola, yes aha. Kwa hiyo ni mtu ambaye ninamfahamu, na kama una, ni mfuatiliaji mzuri, amekuwa naachiwa Simba kwa vipindi tofauti eh? Kipindi kigumu. Yes, kocha ametoka, anakaimu e, yeye. Okay. Na msimu mmoja alimaliza game. Mimi nilikuwa naye kwa ukaribu wakati anafanya preparation ya timu yake. Anakwenda kumfunga KMC, moja ya mechi tatu zile za mwisho anamfunga Mtibwa. Ndio. Alikuwa amewaka. Yaani ni mtu ambaye ana deserve kabisa kuweza kukabidhiwa. Kwa Simba mwaminifu. Mwaminifu. Sasa labda tumsikie Wilson, Huruma anasemaje? Maana Matola yaaminike. Uko naye karibu sana na wewe. Na ni rafiki yako sana. Yeah, ape mkoba wa Simba Matola, nafikiri teacher amezungumza vitu uh, vingi muhimu, lakini unajua uh, changamoto yangu always kuhusiana na kuhusiana sele Ndia. Ndia. Mm. Na hata labda uh, unapata fursa ya kuonana naye, ndio huwa namweleza kwamba kabla watu hawajahisi nafasi hii wewe inakutosha, mm. Kwanza inaanza na wewe mwenyewe mwenyewe binafsi mm. Amefanya sana hayo, sikuelewa. Kwanza unaanza na wewe na mwenyewe, mwenyewe, mwenyewe, mwenyewe, mwenyewe binafsi kivipi? Yani kujifanyia tathmini. Yes kusababu, um, kwa sababu nachoamini ni kwamba Matola ameshajifunza vya kutosha, mm. Ni kweli sikuelewa, sawa. Sasa uh, kwangu mimi yeye kuendelea kukubali kuwa namba mbili ndio sio ndiyo naweza kupeleka message kwa watu ambao wanafanya maamuzi kwa ajili yako, sio kwenye uhitaji wa hiyo nafasi ya kwanza, kwamba huyu kwanza yeye mwenyewe amekubali kwa, hajiamini kama kwenye hii nafasi. Juzi hapa nilikuwa nakwambia kuhusiana na Amadi Ali. Ndio. Sio. Ndio. Yes. Ndio. Ndio, kocha wa JKT kocha wa Boli, nilikueleza kwamba Simba wamemu approach, ndio sio sawa, wakimtaka aende Simba akawe namba mbili hmm. Lakini unajua aliwaambiaje? aliwambiaj aliwaambia Sawa. Sawa. Nasifa, mimi ni kocha mkuu wa JKT. Nimesha kochi mpaka national team kwenye kombe la mapinduzi. Sawa. Kwa hiyo njoeni kwangu mkiona nastahili kuwa namba namba moja. kwangu mkiona nastahili kuwa namba moja. msirudi na mentality kwamba mimi naweza nikaja kwenu kuwa namba mbili. ah. si. ni. hiyo, ni, hiyo, hiyo mimi natamani na kuona hiyo kwa sasa. Yes, Wilson unakuwa msaidizi kwenye timu gani haina nafasi ama kwa kocha gani yani, yani ukiambua njoo kuwa msaidizi, uwezi kuangalia kwenye timu gani ama kwa kocha gani ili. Ah, sasa, experience sasa, sasa, sasa ni hivi eh. Yeah. Uh, Kilumanga uh, coaching um, unaanza na unaanza na, kuwa, na na, unaanza kuwa kuwa msaidizi kujiattach kwa mtu kabla wewe hujachukua majukumu mazima ya, ya kuwa kocha mkuu. Sawa? So, kwangu doesn't make any sense. Umesha tayari umeshakuwa kocha mkuu, sio? uh -huh. wa timu ya ligi kuu uh -huh. mpaka national team uh -huh. alafu bado huweni timu nyingine hiyo ni Simba au, au, au Yanga uende kuwa, kuwa namba mbili. Ni makosa. Kwangu ni makosa kwa sababu tumeshamwona Juma Mwambusi ameshakuwa ni kocha. Kwangu mimi hiyo ni mentality ya chini kwa kocha. Juma, juma, Mwambusi kwangu mimi hiyo eh, ni mentality ya chini kwa... Umeshakuwa kocha wa ligi kuu, una vigezo vya na kuwa namba moja, kukubali kwenda kuwa namba mbili, iwe ni Simba, Yanga na Azam, kwangu ni mentality ya kujishushia hadhi. Juma Mwambusi ameshaikuwa kocha mkuu wa ligi kuu na ameshaikuwa kocha msaidizi a, uh, Charles Boniface Mkwasa ameshakuwa kwenye top level ya kocha wa timu ya taifa na ameshakuwa kocha msaidizi kwenye timu club, umeelewa? Uta, uta kwa hivyo eh, kusemaje? Unataka kusema kwamba hawa wamefanya makosa, manake ni muda wa kubadilika, anachokisema Wilson, si ndio? Mpwa. Kuna kitu cha kukitizama zaidi. Uh, yes. Si uh -huh. Inawezekana maslahi unaoyapata kwenye nafasi ya head coach yakatofautiana na assistant coach kwenye timu kubwa hizi na hicho ndio kilichowapushwa watu wengi sana si uh, vyema kumtolea mfano mtu mmoja ambaye alikuepo hapa lakini mi na ukaribu naye up to this moment anaendelea kunifundisha na ameshapata kunifundisha kwenye ngazi ya ligi kuu ananiambia maisha aliyoenda kuyatengeneza kwenye hizi timu kubwa kama msaidizi asingeweza kuyapata kwenye timu nyingine yoyote katika miaka yote ambayo angeleta njaa sasa sio tunaleta njaa yani hata wewe tukupeleka wewe hapo ambokile tukikupeleka redio mpitimbi huko. Unajua kuna kitu tunaita career development, unaweza kukata hii ndogo hapa sasa, hizi sio? ukavumilia kwa nafasi ambayo upo sio? Kwa hmm, kata kuwa namba mbili kwa target kwamba baada ya baada ya muda fulani, hmm, sio, na uwezekano wa kupata kubwa zaidi kuliko